Sitaki mumie, nataka mpige magoti hapa. Piga magoti sehemu hii kijana, e, piga magoti hapa. Mimi nataka niwaombee. Wana wana nguvu bado tunajua kazi inafanya amazing zaidi. zaidi. sana kwa bila singeweza kufika sema ambao nimefika. Alafu mtamu zaidi. So na by the way tulisema bidii zaidi kuhakikisha kuwa kila kitu kiko sawa na tuko hapa na mzee. Eh, kano na mzee tuko na Adelbert, Adelbert Adelbert na na daktari. Na daktari amesema eh, Adelbert afika hapa ili aweze kuona kila kitu na Adel bado hajajua ni nini inaendelea, na hajajua vizuri kiini gani ambayo imefanya tumemleta hapa, so ni vizuri zaidi tuweze kufuatilia, na mzee amweleze na daktari pia aeleze, tuone video. Daktari hebu hmm. tuambie sasa, because ndio umemwita huyu kijana Adel. Janangu <coughs> uh, jambo la kwanza mimi na kishanga kwamba akiamtu imepatikana na kuamini yako hiyo kazi sana, ndio maana yake nilikutafuta. Mm, e. Jambo la pili e. uh, huyu ni babako, mm, huyu ni mzee wako na hata e, kama kuna mambo ikwenda sawa e, lakini tunashukuru Mungu kwamba hizo hela ambazo walikuwa wameona zimepotea hazijapotea. Unaona hiyo mjengo? Hii nyumba hii? e. e. e. Hii ni zile hela ambazo mzee alikuwa nazo na anajenga kampuni. Oh, hmm. Okay. Na ni kampuni ya mahindi e, mambo na cereals nini hapa na pale na yeah. mm. kuna mwambie hui uwanja yote asione mm. building peke yake mm. kuna hii uwanja yote hii mm. na kuna nyumba zingine anajenga hapa za wafanyikazi kwa hivyo sio uwanja I peke yake, so, yeah, okay, yeah, yeah. yeah. na... <laughs> uh, sasa uh, sasa kidogo nione hivi, okay, tembea hii na shangaa bwana, kama uliwekeza pesa huku, it's not a bad idea, sababu mimi ndio najenga sasa. Kwa vile nilikuita, yeah. kusungumza na kijana, kwa hivyo Waje sasa nini, mzee mwenyewe akuexplainie ambayo inaendelea hapo. Okay. Mm, huyu kijana yangu huyu <laughs> kuna siku alitaka kuninyonga <laughs> ati alit, amekuwa, amekinitumia pesa <laughs> nimekula zote nimemaliza. Sasa ndio sababu umesikia nikieleza daktari, zile pesa zingine ndio nilikula na uh, wanawake zingine sikatai <laughs> <laughs> lakini Si unaona zile, unaona zile, zile, zile, yeah, yeah. Zile pesa nime nime nime invest ndio nyingi eh yeah? Wow, wow, sasa kijana wow, wow, wow. Kijana kijana wangu sasa wow. Hapa nataka uone vizuri eh yeah. Uh, unaona pale juu yeah. Hapa juu yeah. Kuna mashini mbili zitakuwa hapa pale na hapa pale juu pale juu kidogo hapo mm. Mahindi yote itakuwa inawekwa wapi? Huko inawekwa hapo, alafu mashini alafu mashini zile inamwagiriwa → in, ina, ina, ina kwa mashini inasiaga. kuna zingine zitakuwa hapa okay. za, ku, za kuchukua unga mm. watu nao wako pale wanachukua hiyo unga mm. wanaweka kwa masto. Sasa, yeah. mze, the, the, the contractor, kwapi contractor? ametoka tu saa hii ndio ningependa. mm. unajua, unajua sasa muda um, wangu mm. nikuisha ni unaisha sasa, huko. hata kama munda, une, alafu, une, une, une. ninge, ningependa kukutana na the contractor eh. Nikipatana na yeye ndo hey, hey. Uh, yeah? So uh, like, uh, place itakuwa yako na hii nini yote ataimaliza yeye. Sawa, after kuimaliza, the only thing you'll do sasa wewe ni kuhandover kila kitu na wewe ndo utasema vile mambo itakuwa okay. Ile person nimekutumia, umesema umewekeza huku inamaliza kila kitu mpaka kuweka mashine, ama utamaliza building, mashine itakuwa kando. Hizo mashine ushaitisha zikuja, nimekuonyesha mahali zitawekwa. mm. alafu zikishawekwa, yeah. kazi iendelee. okay. e. Sasa so, so, so, so. vile tutafanya. mm. <laughs> kama huku bado kuna mali. <laughs> Unaona, sasa kama singefuatilia kama atungepatana na daktari, mm. ningepoteza sana Naona. Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa nimeona nimeona kuna mali huku mzee, mzee, mzee ile ile ile, eh, ile una, Unaona? unaona kazi. Ni sawa, ni sawa, nimeona, umefanya kazi kazi nimefanya. Ni ni ni sawa, sawa umefanya, even though hiyo, uh, hiyo sio pesa yote nilikuwa nimetuma those millions dollars. So kwamba uh, uh, unajua sina muda mm. kusafiri uh, very soon. Yeah. I'm supposed to back in uh, Canada. Ningependa kuambia mzee, mzee. Sasa hii hii mali ikiisha Eh, yote, wacha uandikishe kwa jina ya mama. Ukishaandikisha kwa jina ya mama, some eh, some shares uh, some percentage itakuwa inaenda kwa children, muende skisaidia uh, watoto mayatimu huko, na hiyo ingine kidogo yenye tabaki mama pia ajisaidia. Sinu, sawa sawasawa. Ni mama mke wako ama ni bibi yangu? Uko na mke, mama mzazi. Uko na mke. Um, mambo ya mke hiyo nikisharudi Kenya next time eh, nitaangazia hiyo maneno ha, ha. Ama nitajua tu what to do sasa hiyo maneno ya ha, ha. Uh, bibi hiyo wache hiyo tushani, ni ni kubwa, ni kubwa sana janangu, unajua sasa wewe uko na mke si ndio? Kweli, sema ndio. Siko na mke. Eh. Una, alafu una, unawaachia mama yako mali alafu bibi yako atakuwa anakula nini? Eh. Mali mamangu anakula tu kidogo, hii nyingine inaenda kwa watoto wa yatima. Mimi nimesema nimeokoka. Na sina maneno mingi na nime, nimeomba msamaha kwa yale yote nimefanya eh. Najua nimefanya mengi, sababu pesa nimekula eh, ya kijana yangu. Lakini hata kama nimekula, si unaona ile kazi nimefanya eh. Wewe unaona nimefanya kazi, si ni kweli? Kama mimi ni mtu mbaya, ningekuwa nimefanya hii kazi? Kama ni mtu ambaye hajielewi, angefanya hii kazi? ulikuwa umefanya kazi, lakini kwa kujifaidi, kujinufaisha wewe Sasa. Sasa. Sasa. Sasa. Sasa. Sasa. nilikuwa zimeandikwa jina zake mali ya baba. yote mali ya baba inakuanga ya mtoto, mimi sina mtoto mwingine, hata kama mi najenga, ninajengea yeye. hata kama Sasa. nilikuwa najifaidi Jambo ambalo ni la muhimu sana, jambo la muhimu sana ni kwamba kijana wangu, nimekurekesha kwa mikono yako, sababu ni jasho yako. Jambo la pili ni baba yako uh, e, eh uh, ni e, mzee wako uh. Na hata kama makosa ilitokea ilitokea, uh. uh, na wewe ndio maamuzi uh. Eh, wewe ndio mwamuzi wewe ndio atajua na mama atamweka sehemu gani, atakaa vipi, na mama itaendelea vipi? Sasa kwa uamuzi, nikisharudi mesemakisha sasa, kisha nipange panga maneno tena alafu. Mm. From there sasa nijue uh, venye sasa naye mzee nitamsaidia, lakini waacha kwanza hiyo mali andikishwe kwa jina la mama mm. na ile pesa itatoka hapa mm.

<that toth2> so what exactly inasema, namaanisha yeah. So, kuona mimba si ati kuna mtoto pale, anaweza kosa hata kuzaliwa naakelewaanaelewa yeah. <mimu> yeah. Hey. yeah. Okay, hiyo maneno yeah. Mzara anajaribu mm -hmm. eh, kusema kwamba na mimba usianze kupatia mtoto jina ama usema atafanya kazi ke fulani ama vitu fulani muhimu, ambayo mzara anajaribu kuleta hapa ni kwamba wewe labda mwana kampuni ndio hii hey. lakini usianze kuipangia kama ija kamilika mm -hmm. Sasa kijana maanisha, anasema aache kamilike, na kabla kuja, ni kwa nimesumbata na mzee. hey. na mzee na nikamweleza kwamba sababu yeye ndiye alianza hii kampuni hey. na yeye ndiye anajua zile product zote ambazo zinahitajika hapa mm. -hmm. yeye ndiye anajua kudili na mafundi mm. -hmm. yeye ndiye ako na contractor kabisa, kwa hivyo nikasema hivi lakini asipange mipango kwanza mm. Asipange mipango kwanza ati atawachia huyu ama huyu kwanza ngoje ni hule uamuzi nimetoa ndo kabla nisafiri. Sasa unajua sina muda mwingine huku hata. Yes, this week this week, mm. Ndege kila kitu yote mm. I ni, ni kesho preparation mm. Uh, uh, uh, then niende okay. Yes. Lakini hata kama unaenda mm. Ndio nilikuwa nasema mm. Usipange mambo ati nimewachia huyu nimewachia huyu na haijakamilika Unajua, unaweza panga hivi halafu ikose kumalizika, ni maneno tu imetoa uamuzi. Unaona? Ningekuwa huku kwa upande wa kijana, uh, kwa sababu saizi kijana akuamini, hiyo ni kitu naweka akili kweli. Ukiona anaanza kupanga mambo yake aseme hii itakuwa hivi hivi mm. Kuna ile akona inatunga trust issues sababu so akasema kwa je kila kitu eh, yeah. Labda mambo yanaweza kubadilika baadaye yeah. Kwa hivyo kijana, usiko na shida, msio usiko na shida acha. mm. Mimi si mimi, niko hapa kwa ajili yake mm. kabisa kabisa kabisa, ndio maana tulikutafuta. Kwa hivyo mzee alikiri akasema kwamba yeye eh amemrudia Mwenyezi Mungu na nikamwambia mm. kwamba hata mimi, kazi ambayo naifanya ni ngumu, kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu mm. siwezi nikajifanya peke yangu kweli kweli, nijipige kifua niseme mimi naweza mm. haiwezekani mm. kwa hivyo kwa nikimaliza sababu kuna kazi nyingine na kimbia sehemu fulani mm. Naomba msonge pande kidogo e, nataka twende hapa, staki muumie. Nataka mpige magoti hapa, piga magoti sehemu hii. Eh, kijana, piga magoti hapa e, yeah. mimi nataka niwaombe Oh, yeah. E, taka niombee, nikimaliza niombee kampuni na safari pia, na niombee safari yeah. Nakuhakikisha na kwamba kila kitu vile kimeanza kitakamilika vile. Uh, sijali yeah. Sikuna wasiwasi, sina wasiwasi <laughs> e. Uh, Baba Mungu ujeju binguni, muumba mbingu na nchi ni siku ingine na kuja mbele zako, kwa maana we ndio muumba wa kila kitu. Tunakushukuru kwa sababu ya huyu mzee na kijana, ninaomba kila masaibu ambayo inayofuata iweze kuondokea, sababu we mwenyewe ulikiri na ukasema kwamba yote ambaye akuombaye msamaha utamsamea na yoyote anyenyekea mbele yako utamfanya kuwa mfalme na kuweza ku kufanya vile takuwa amemwongoza, wacha ukijana na uh, mzee wawe pamoja na hata hii kampuni ambayo mzee anaitengeneza wacha iweze kuwa manufaa makubwa kwa kila mtu ambaye atahitaji. kwa kwa hiyo machache, namba natakuamini, Amen. mm -hmm. Asante daktari. Uh, so, na so naamini kabisa bro, hata ukirudi Canada, yes, mambo yako yatakuwa sawa. mm -hmm na I wish you all the best. Na hii kazi yote imeisha umesema ikiisha, eh, pesa kidogo sana kwa children's home, na daktari amesema kuwa kila kitu kinawezekana. Na by the way I'm really happy for everything. Daktari, asante sana kwa kazi nzuri, na unazidi kupambana sana kwa kila mtu. Na wewe ulisema mwaka huu ni kufanya kazi kwa uharaka zaidi, na nashukuru sana Nikisema bro wacha nikushukuru sana. Najua umesimama na mimi the last minute. Ah, nikienda sio kusahau. Nimeshukuru kwa sababu hata nasikia roho wa Mungu ameingia ndani yangu. Asante, asante sana. Hata nikirudi naomba uende safari njema. Asante. Na ukifika huko. Uh, daktari, hata hata mimi akunywa chai chai nitakuwa nakutafuta karibu kila siku. Na watu shukrani shukrani mzee. <laughs> <Kutaziri kukwabe. laughs> huko bro kunitumia kidogo <laughs> kidogo kidogo tu tu nitumie hii <hupi> maneno hakuna <laughs> shida. so far I'm really happy for for everything for now, what I'll say ni bye bye, kama nitumbariki kabisa kabisa, trophy kabuk, Instagram, TikTok, follow mambo yoni yelele